Klabu ya Al Ahly ya pale Misri imefanya kufuru kwenye usajili wa kocha mpya, baada ya kocha wao wazamani kumfukuza, Jesse Thorap kutoka Denmark amesajiliwa huyu kocha. Kwanza ana status kubwa sana, amefundisha kwenye ligi ya Denmark, amefundisha kwenye ligi kuu ya Ujerumani kwenye klabu ya Housebook. Yani, ametoka Hausburg, anakuja kujiunga kwenye klabu ya Al Ahly. Unaweza ukaona au Al Ahly wana baraka kiasi gani? Lakini ukiachia hapo, Al Ahly kwa mwezi wanamlipa milioni mia sita kumi na tatu za Kitanzania, huyu kocha mpya. Milioni mia sita kumi na tatu wanamlipa lengo tu, Al Ahly ifanye vizuri, alafu itokee timu ya kawaida ya kawaida ya tu iseme inaweza kukomputi na Al Ahli eh, ina thamani kubwa kuliko Al Ahli. Ni maajabu kweli eh? Aya, ni maajabu na ndio maana mimi sishangae kumwona Al Ahli anachukua makombe ya CAF Champions League, kwa sababu anawekeza. Kama kocha tu analipwa milioni mia sita kumi na mbili, wewe hapo unasemaje? Hapo unaweza kumpata kwa lengo ipi?